Rais Putin ameongeza maradufu matakwa yake ya msingi ya kusitisha vita nchini Ukraine, akisema Urusi itaweka silaha chini iwapo tu wanajeshi wa Ukraine watajiondoa katika eneo linalodaiwa na Moscow kuwa lake. Putin kwa muda mrefu amekuwa akishinikiza kutambuliwa kisheria kwa maeneo ya Ukraine ambayo Urusi iliyateka kwa nguvu. Nayo ni pamoja na rasi ya kusini ya Crimea walioitwaa mwaka 2014, na eneo la mashariki la Donbas ambalo sasa sehemu yake kubwa imenyakuliwa na Urusi. Kwa Ukraine, ambayo imeondoa uwezekano wa kuachilia sehemu za Donbas bado inasema kuwa kuizawadia Urusi kwa uchokozi wake ni jambo lisilowezekana. Akizungumza baada ya hotuba ya Putin, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa Urusi inadharau juhudi za kumaliza vita. Upande wa Putin, akizungumza na waandishi wa habari, alishutumu Kiev kwa kutaka kupigana hadi raia wake wa mwisho wa Ukraine, jambo ambalo alisema kimsingi Urusi iko tayari. Alirudia maoni yake kwamba Urusi ina mpango madhubuti katika uwanja wa vita na mapigano yatamalizika tu wakati wanajeshi wa Ukraine watakapoondoka Donbas, ambayo inajumuisha mikoa ya Luhansk pamoja na Donetsk. Hii ni TMC News Update Kimataifa. Mimi ni Ronald Isonyo, endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.